Sikuzaliwa kuwa wakili ila mimi ni Mtanganyika. Haki yangu ya utanganyika haiwezi kuzuiwa au kuwa kontroli kupitia vyeti vya kitaaluma au matisho. Mimi sio mtu wa kutishwa, Mungu aliniumba jinsi nilivyo. Iwe ni vyeti, iwe ni mali, vyote tunavikuta hapa, tutaviacha. Kitu kinachonitisha au ambacho nitahakikisha hakuna mtu atakaye kichukua ni uzalendo wangu kwa taifa hili ni utashi wangu kama binadamu mwenye akili timamu na kuto kuruhusu hofu na uhai wangu. Sitaruhusu yoyote achukue. Uoga wetu haujawahi kutusaidia. I can survive bila kuwa wakili, lakini nikibaki mtu akuwa mtu timamu, kwa sababu kama cheti changu cha uwakili kitataka kunigeuza mimi kuwa puppet. It is better nikawe mkulima wa maharage kijijini, lakini nibaki na akili zangu timamu. Eti mtu mwizi nimwite mtu aliyechukua mali ya mwenyewe bila izini. Mwizi ni mwizi Mzembe ni mzembe, mwongo ni mwongo, ana definition nyingine. Yaani, nimejitahidi kuzungumza kwa hekima sana. I think these people they deserve a more strong language than that. Hii ni nchi ya Watanganyika, kwa hiyo wajue kwamba hizo vyeo walizonazo ni dhamana, lakini kuwa na cheo haina maana kwamba una akili na ufahamu kuliko kila mtu. Ukiingia kwenye ofisi za umma, umejinyima uhuru fulani, unaishi kwa majasho ya watu, kodi za watu kwa hiyo faragha yako ni tofauti. Ukitaka uheshimiwe, toka kwenye ofisi zetu, kakae na mkeo nyumbani, nani atakufuata? Mimi namjua hata mke wako yukoje, simjui, lakini ukiingia kwenye ofisi za umma nitakuhoji, nitakukemea kwa lugha inayostahili. Mwizi nitakuita mwizi, fisadi fisadi, mlarushwa mlarushwa, there is no meeting point. Eti kwamba eti eh, eti ni kiongozi mkubwa anahitaji heshima. Ukubwa wa mtu uende na uzalendo wa taifa. Ukiwa jizi, hata kama ni mkubwa, tutakuita we mwizi. Akili sio cheti. Wengi wamesoma wana vyeti, lakini hawana akili. Mimi na akili zangu timamu, uh, uliza waliosoma na mimi. Toka nikiwa shuleni sikuwahi kuwa na cheti mimi toka shuleni, lakini yeyote aliyekuwa akitaka kufanya jambo la ovyo akiniona nipo mahali alikuwa anasitisha. Kwa nini? Kwa sababu he knows kwamba what the what will be the consequence. Unaponikamata, unaponisukuma, ni unanipeleka kwenye ibada ya hija, unaniweka moyo kuwa imara zaidi, kuwa karibu na katiba ya nchi yangu, kuwa karibu na Mungu wangu, kuwa karibu na hatua za ukombozi. Nilishajikana nikaubeba msalaba wangu, ndio maana sigeuki nyuma. Natembeaje ile ninachoambia Watanganyika, nifuateni, tusimame jambo hili. Lina neema, lina baraka kwa ajili ya watoto wetu na Tanganyika ijayo. Hizi hapa bana ni tambo za Boniface Mwabukusi, moja kati ya wanasheria maarufu sana kutoka Tanzania, ambaye ni kipindi fulani nadhani kwamba ni mahojiano ya muda kidogo, ambapo alikuwa anazungumza na vyombo vya habari kuhusiana na hiki ambacho kinafanyika Tanzania, na alikuwa anajaribu kutoa msimamo wake kuhusiana na namna ambavyo wanajichukulia yeye kama mzalendo um, wa Tanzania yeye kama Mtanganyika, lakini pia yeye kama wakili zaidi ya watu wengine ambao ana vyeti. Amesema kwamba toka yupo shule mpaka sasa hivi ni mtu ambaye hajawahi kuweka nguvu sana kwenye maswala ya vyeti, lakini yeye anazingatia sana akili. Na amesema kitu kimoja ambacho watu wengi o wanashindwa kukisema. He, anasema kwamba yeye kama wakili hatakaa akamwita mwizi kwa jina ambalo ni kidogo litakuwa linapunguza makali. Atasema kwamba sitasema kwamba mtu aliyechukua kitu cha mwingine bila idhini. Atakwamba anasema kwamba kama mwizi ni mwizi tu. Ehe, sijui kama utakuwa unanielewa vizuri lakini pia anasema kwamba kama wewe ni mtu ambaye umeamua kuchukua dhamana ya kuwa kiongozi kwa kuwa kwa maana kwamba unamiliki ofisi ya serikali, ina maana kwamba uwe tayari kuweza kuchukua maoni, uwe tayari kuweza kukabiliwa na mtu yote kwa mtu kwa wakati kwa wote, uh, sababu ambacho umepewa ni cheo ambacho akikulindi wewe tu, ni cheo ambacho unafaa kuhudumia watu. Sema kwamba kama umechagua kuwa mwanasiasa na mwanasiasa ambaye mwisho wa siku umepewa cheo kwenye serikali ambayo una dhamana ya watu wengine, basi anaweza akakuibukia wakati wote, na ukifanya jambo ambalo silo, naye pia anaweza akakuibukia na kukuambia moja kwa moja. Sema kwamba, kama hutaki kukosolewa, kama hutaki kero za watu na vitu kama hivyo basi achia ngazi, achia ofisi, basi watu wengine wakija. Itasema kwamba ukiamua kukaa pembeni, sitokuja nikakufuata kwako nyumbani na mke wako kuja kukusumbua. Lakini kama umeamua kuchukua ofisi ya kiserikali basi kaa ukijua kwamba mimi na wewe nitakukaba kwa kitu chochote kile. Sasa anasema kwamba yeye toka mtoto mdogo mpaka leo hapa ni mtu ambaye amekopa na misimamo sana. Anasema kwamba kitu chochote ambacho anakiogopa ni kupoteza uzalendo wake, lakini pia kupotezewa maisha lakini vitu vingine nasema kwamba kukamatwa kwa ajili ya kusimama kwenye upande wa haki. Kwa kwake nasema kwamba ni jambo la kawaida sana, mwanzo ndio jambo ambalo linaweza likamfanya akawa karibu sana na Mwenyezi Mungu wake, yani kama kwenda kuhiji kwake, amesema hivyo. Sasa huyu hapa ni miongoni mwa wanasheria ambao huoga wapindishi kabisa katika maneno yao na misimamo yao, sio na kipindi ambacho Tanzania inapitia mapinduzi na inapitia pia kipindi ambacho akijai kushuhudiwa hapo kabla. Na sasa hivi, bwana, watu wengi sana wanakuwa naangaliwa na maoni yao kuhusiana na mustakabali wa nchi. Kiujumla, sijui una maoni gani kuhusiana hiki ambacho amekisema Boniface Mwabukusi. Sababu huu jamaa bana, tambo zake huwa sio za kitoto kabisa. Akiamua kuzungumza, huwa anatoa tambo ambazo naamini kwamba lazima tu utasikiliza bana, ni full madini mwanzo mpaka mwisho. Nipe maoni yako kwenye uwanja wa comment.